Tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule, na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa eti ana, anashuka kwenye gari anajichechemeza. Kweli yule alikuwa apigwa, rudi na mitungi ya gesi kule kwao. Lakini asilo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza, tumemwacha masakarua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Hili lisitokee tena. Mheshimiwa Waziri anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa, hapa. Anaingia ndani ya kumi na nane zetu tumalizane naye hapa, hapa. Wanavyotaka tunataka sisi, hatujashindwa na sisi hatuwaogopi, wasifikirie kama walivo takuja kuchochea Tanzania hivyo hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu, sisi tunaheshimu sheria zetu. kwao tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. nchi gani ile? Eti halafu mtu anakuambia tukasome kwao, tukasome nini? kwa Wakenya isipokuwa Wakenya watoke kule, waje wajifunze kwetu, waje watalii kwenye nchi wetu, waone wafundishe namna ya siasa inapofanya